Yadhurukum man dhalla idha tadaitum. Ukijipanga awezi kuja teja akakushawishi na wewe ukabuye unga ule ambao sio wabaharesa. Ukijipanga vizuri awezi kuja kukushawishi mtu na wewe we ukapige vyombo wakati sio mambo yako. Na usipojipanga, kila utakakopigwa uruzi utakwenda Jipange kuhakikisha unayatengeneza maisha yako wewe mwenyewe, ya dunia yako na akhera yako. Vijana, ushehe si kutamani, ushe si siku kwa majoho ya kishehe. Yule mtunzi wa atiri yako nafi min alama ya irshadi ile pale, ndani kuna maneno, alisema walaisa alilmu bitarassum lulama wana wachuoni haupatikani kwa mavyombo ya kishehe eh. Ukapiga majoho unatisha, una vilemba tisa, cha kichwani, cha hapa, cha kiononi na viwili wameshika wanafunzi wako <laughs> wazee hawa afnau amarah fi talab lilmi, kwa ukiutaka ushehe na ni jambo katika mambo muislamu anatakiwa autamani ushehe lakini, kwa kupambana, ndiyo maisha yako. Wakati namwandaa muha mmoja hivi kutoka Kigoma, Shekh Uthmani Singa aje kuchukua dakika zake kumi. Mara nyingi wanasema lugha ipendezi, lakini waelewa hivyo hivyo tu. Nawaomba radhi mashekhe, tusitazame urefu wa sigara, tutazame wingi wa wavutaji sababu <laughs> <laughs> sigara yenyewe moja na tunataka kuvuta hiyo hiyo, sio ukasema ndefu ka, matokeo kafika kwenye kipisi, wenzio wanacha kuvuta. Ao kidogo kidogo, kila mmoja apate. Wakati namwandaa Shekh Uthmani Singa huyuyeye ametoka chuo kikuu cha watu wanaojali sana muda wa Sudani. Ni mwombe Sheikh Samiri dakika tano, si shtuke wesiba wangu hani, nahisi kama nimekosea. Basi kama ulikuwa na neno unataka kusema hivi, wakati shembwera anaongea dakika tano tu, ujekutia kachumbari, wa likuli shay'in salata Eh, kila kitu kina kachumbari, basi wala uje kutia kachumbari hivi. Alafu twende kwenye jukumu la pili. Jukumu la pili anakuja Sheikh Singa. wazazi wako ni jukumu lako kuwaheshimisha, kuwaangalia ni jukumu lako. Sheikh Samiri pale utie kidogo kachumbari la usamata. Nenda. As salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikumu salam warahmatullahi wabarakatu. Naam, Shekhe Mbwera, mashallah, ametufidisha sana, lakini mada yetu hii hasa kwa namna Shekhe Mbwera alivyoiogelea tunaikuta sana katika hadithi ya Mtume salallahu alaihi wasalam akisema kwamba ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayiata lhasana tamhuha wakhaliqi nasa bihuluqin hasani, taqwa llah kwa ajili ya nafsi yako, manake ni haki yako na Mola wako, ambayo haki yako hiyo na Mola wako inafungamanishwa vile vile na haki ya wazazi wawili kwa sababu popote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapoamrisha wasaina al-insana biwalidayhi husna, yani, popote Mwenyezi Mungu anapoamrisha kupwekeshwa akakataza shirki, wa wakadhaa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia itaku saba almubiqat, jikingeni na mambo madhambi saba yenye kuangamiza. Akaanza na alishraku billahi wahuququl walidaini, haki yako haki ya wazazi wawili. Lakini pia vilevile vile akisema waatbiisayiata uh, alhasana Tamhuha, manake namna unavyoamiliana na watu kwanza Mola wako unavyoamiliana naye na watu wengine wanavyoamiliana nao, wa khaliq nasa bi khuluqin hasan, watu wote. Sasa watoto wako, wazazi wako, eh, ambalo hili pia ni katika mambo yanayotengeneza maisha yako, kwa kana kwamba akakwambia uishi vizuri na watu wote wanaokuhusu wakiwa ni wanao wazazi wako, ndugu zako, na hata wale wasiokuhusu wakiwa ni majirani na jamii yote kwa ujumla. Kwa hiyo ndugu zangu, tuyashikeni sana maneno haya, tukiichukua tu hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itatufikisha mbali sana katika majukumu haya saba, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ndio maana ya kuwa mwalimu, hii ndio maana ya kuwa mwalimu. Lakini tu nikwambie Sheikh Samiri, mara moja niliwahi kusema ufahamu nao ni riziki. Huuo inawezekana kuna mtu hajakuelewa kuelewa, anahisi kama umeenda kwenye mada nyingine, lakini kwa sababu mi ndio playmaker najua ulichokifanya. Sallu ala nabi doti tatu za Shekh Samiri, anasema katika kuyatengeneza maisha yako wewe mwenyewe, yapate kuwa bora, yanahusiana na mahusiano yako na Mungu wako na mahusiano yako na watu. Ukiyajali mahusiano yako na mbili, tafsiri yake unayatengeneza mahusiano yako, maisha yako Itakila haithu makunta, maana yake sasa unatengeneza mahusiano yako we na nani na Allah, mpaka doti ya pili na doti ya mwisho wa khaliq nasa maana yake pale unatengeneza wewe watu wakujue ni nani, ikifika mtu mwema huyo, mtu mwema ni maisha yako umeyatengeneza vipi, wakaa na Mungu vipi, waishi na watu wenzio sawa, watu wa ndani yako ama al-ajani. Shekh Samiri, asante sana. Muda mwingine tujitahidi. Jamani, kujiongeza akili mgando, manake mimi ni katika watu waliosoma shekh saidi ya ile ya ile skuli ya moja, mara moja moja moja, mara mbili mbili moja, mara tatu tatu, mpaka temtebu ya kumi na mbili, lakini miye wanangu wawili wapo university, chuo kikuu nikiwapa saba mara nne, ukishtuka atakwambia sitini na mbili. <laughs> Kwa sababu wao wanaingia darasani wanahesabia hapa, vichwa vishakufa, hawana uwezo wa kuji wenyewe, hawawezi. Vijana wa sasahivi hawa. Wewe uliyeisoma ile minhaji, wakakwambia waludhuhu lmunfasilu kama itatihi hata usiposhika sharhi utaelewa, kwa nini kasema almunfasil na akusema almafsulu. Utaelewa kama kilichong'oka chenyewe kinakuwa kama itati, vipi kilichokatwa maksudi, famimbabi au la, wewe utaelewa hivyo. Umsubiri tena mshereheshaji hawa wa sasa hivi, atakuuliza che hehicho kimekatika kwa bahati mbaya kilichokatwa maksudi <laughs> watakuuliza sha